Mafunzo ya uaskari yanahitaji nidhamu na uvumilivu wa hali ya juu sana. Nimesikia katika taarifa ya mkuu wa chuo kuwa baadhi yenu walifukuzwa kwa sababu mbalimbali ikiwemo ya utovu wa nidhamu. Hivyo ninyi ambao mnahitimu leo, ni dhahiri imeonyesha nidhamu ya hali ya juu. Narudi kwenu askari wahitimu, napenda niwashirikishe changamoto kadhaa mtakazo kutana nazo kwenye jamii hii sasa, ikiwemo matishio kadhaa ya ugaidi, uharamia, dawa za kulevya, usafirishaji haramu wa binadamu pamoja na uhamiaji haramu. Hizo ni baadhi tu ya changamoto za kiusalama mtakazo kutana nazo kwenye mikoa wa mwendako. Nahitaji ushirikiano wa dhati na wakaribu kutoka kwa wananchi

keni kama mgonjwa wa ukimwi akishio na kaumada a. Kwa hiyo mnatakiwa kujitunza na kujichunga msipate maambukizi kwa ukimwi. Kwa sasa taarifa kuhusu janga hili la ukimwi na jinsi ya kujikinga zimeenea katika kila kona ya nchi yetu, licha ya kuwa janga hili linachukuliwa kwa uzito mdogo. <coughs> mwishoni mwa mwezi Septemba 2024 ulituletea vijana wa Kitanzania 4999 kati yao wa kiume 3582 na wa kike 1417 7 b na ukatuagiza tuwape mafunzo ya uaskari polisi. Sisi shule tuliwapokea na tarehe 21 mwezi wa kumi 2025, Afande Awadhi Juma Haji, commissioner Operation na mafunzo aliwafungulia rasmi mafunzo yao. Kufikia leo hii tumebakiwa na wanafunzi 4826 wanaume 3436 na wanawake 1390. Hii ni pamoja na wapiga buruji arobaini na wawili. Afande mgeni rasmi, wanafunzi 217 tuliwaachisha mafunzo na kuwaondoa chuoni, kwa sababu mbalimbali mbali, zikiwemo uwezo mdogo wa kujifunza lakini pia utovu wa maadili na utovu wa nidhamu katika eneo la tabia. Mpande mgeni rasmi, wanafunzi hawa tumewafundisha jinsi ya kuwahudumia vizuri wananchi, kuwasaidia waliopata majanga na waliopata madhara ya uhalifu. Tumewafundisha kuuchukia uhalifu na kuwachukia kabisa wahalifu wakiwemo wale wanaofanya vitendo vya uvunjifu wa amani, utulivu na usalama wa nchi yetu. Aidha, tumewafundisha maadili yote askari wa Jeshi la Polisi la Tanzania. Mafunzo hayo yaligusa sana nyoyo zao wote. Nidhamu ya hawa waliopo mbele yako ndiyo ambayo imeweza kuwafikisha hapa sababu bila nidhamu, lakini pia na utii wa maelekezo mbalimbali ambayo yamekuwa kitolewa na wakufunzi, ninaamini kwamba leo hii hawa elfu nne mia saba themanini na mbili usingekuwa nao hapa afande. Mgeni rasmi ni matumaini yetu kuwa wahitimu hawa watakwenda kufanya kazi kwa weledi, uzalendo uadilifu na uaminifu, lakini pia kuheshimu mamlaka halali na kuwa na utayari wa kukabiliana na changamoto za kiusalama katika mazingira yanayobadilika kila siku, ikiwa ni pamoja na kutoa huduma bora kwenye vituo ama maeneo yao ya kazi utakaowapangia.